Lengo pointi, sio kwamba sio vita vya kiroho hapana. Pointi sio kwamba tuna unavaa gwanda kimwili, hapana. Ni kweli kuna silaha za za za, kuna silaha za kiroho zipo, silaha imani, sijui eh, chapeo ya wokovu na neno la Mungu na uimani sijuini mm, vingi sana vipo vipo vingi sana lakini huko show, point show show sio silaha sio gwanda na, na, la, la, la vita hapana. Point ni kwa nini umehalalisha umalaya kwenye clip yako? Hiyo ndio point iliyopo. Ni kwa nini umehalalisha umalaya? ni, nini umeimba na makahaba na hukumu maneno yako kwenye video ambayo ulipost uli hapo kwanza kabla, kabla ya kabla yote kwamba mwanamke yeyote avae suruali kwamba suruali ni vazi la makahaba Iweje wewe leo unaimba na makaba eh? Paschal huko ni kujitetea na kutaka uonekane kana kwamba una haki, lakini mm, kwa asilimia kubwa hauna haki yoyote ya kujitetea kwa ajili ya wimbo wako ambao umeutoa hapo hapo nyuma hapo zani siku mbili ama nne ambazo zimepita nyuma hauna haki yoyote ya kujitetea ili uonekane kana kwamba una haki la. Hapana, hapana, ninataka watu wa Mungu mnifuate kwa makini sana, nataka mnifuate kwa makini sana. Paschal alitoa wimbo ambao unasema asante, unasema asante, kimshukuru Mungu kwa yote ambayo ameyafanya. Hapo kwanza kuna kipe ambayo kwamba na kwamba kwenye video yake ile, sababu baada ya video kutoka watu walianza ku comment kwamba amekooa kama Harmonize na vingine vyote mm. Akatoa clip moja, anasema kwamba, akaongea mule, akasema kwamba sijui amekooa kwa sababu anaumwa kwa sababu ana magonjwa ndio maana amekooa, na alikuwa anakooa damu kwa asilimia zote lakini nashangazwa, baada baada ya siku hizi nimeona ametoa tena klipu nyingine hapa, ina ina siku moja tu, anasema kwamba alikooa vile kusudi, kwa makusudi akitaka kukomoa watu. Mtu wa Mungu, na mimi nakwambia hauna haki yoyote, kwa asilimia zote amekooa vile kwa makusudi kwa kutaka kujua ama kutaka, kutaka kusijui kuteka akili za watu sijui na vingi ma, mambo mfano hayo. Lakini haya yote mtu wa Mungu, yanakupelekea uonekane kana kwamba ni mwongo kwa yote ambayo unayafanya, kwa asilimia zote, kwa asilimia kubwa imani, ya, ima, imani kwa watu kwako inazidi kulegea na kutoweka kabisa. Mara ya kwanza sijui uli ulikoa kwa sababu naumwa mara ya pili kama umekoa kwa sababu uwakome watu kwa Mungu sawa, umejulikua okay, na umwa maini maini sawa, lakini hii ni si jambo la la, la la, kawaida. Si gonjwa kama kama kama gonjwa la la, kichwa na vingine vyote. Ni gonjwa ambalo lina athiri maisha ya mtu, lakini cha ajabu umekuja ghafla, sio tu ghafla, umekuja una nguvu zote, mgonjwa ambaye toka kwenye ugonjwa, tena ugonjwa wa ini unacheza namna ile okay, shoko shoko sana ametoa video moja hapa ina, ina siku moja tayari, akiongea sijui, akijitetea sana, sijui swala sio sio vita vya kiroho, mtu wa Mungu, swala sio vita vya kiroho na swala sio sio wale ambao sio wale ambao wanacheza wana, wana nyuma yako swala swala sio, ni kwa nini umeweza kuweka kitu ambacho ulikuwa na kipinga hapo kwanza, kwenye video yako? Kwa nini umecheza na mabinti wakiwa wamevaa suruali na wakati mwenyewe ulikuwa unatukana na kuwakejeli wao waimbaji wana, wa, wa, wa, wa ama wanawake ambao wanavaa masuruali? Kwa nini kwako wewe ume, umeamua kuwalalisha ama kuwachukua hao waimbaji ama wanawake wa hali ya kuwa wamevaa suruali? Umeweza kujitetea kwamba sijui ni, wa, ni, wa, ni, ni ni ni wanajeshi tu ni ni nifunzo hapana. Hebu hebu kwa tumsikilize mtu wa Mungu, hebu kwa tumsikilize Mungu sana. Watu watajua kama nitapeli kwa asilimia zote, kwa kwambayo unayafanya mtu wa Mungu. Hapana mtu wa Mungu, huu ni ujinga na ni upumbavu kabisa. Hebu kwa tumsikilize mtu wa Mungu. Mbaya mbaya anasema, hebu kwa tumsikilize Hebu tumsikilize hapo ndani yake kuna wanawake na wanaume. Sasa ama tunawabada. Tunawabada. Nia yetu tunahitaji tupate kufundishia watu video hiyo ina somo. Mimi nimepita kwenye vita, kwenye mapambano ya kiroho. Sasa unapowaona oh, security ama askari hao walio nyuma yangu fasili yake mkwamba, ni kwamba ni mwanajeshi amevaa gwanda ama askari wa jeshi ameva yoyote, amevaa gwanda kimwili, kupambana kimwili. Lazima mwanajeshi yoyote ana gwanda inayomwonyesha yeye ni askari, kwa hiyo lazima pale gwanda atapambana kiroho, kimwili. Sasa tunaitafsiri kuirudisha sasa hii video kwamba ni fasili yake kwamba lengo letu ni kukuonyesha picha kwamba mimi nimepigana vita, nimepigana vita nikiwa kama askari, nimepigana vita nikiwa kama askari katikati ya maskari wenzangu ambao tumevaa gwanda. Sasa ina maana nyuma yake hawa askari walionyesha uhalisia wamevaa gwanda wanapigana kiroho kimwili. Sasa tunaileta fasili, tunafundishwa sasa. Hapo tunaileta kifasili kiroho, Mkristo kama mimi nina lazima nipigane vita, ndio maana tunaonyesha hapo hao wamevaa wanda, kuilazimisha hiyo picha na kuileta hiyo fundisho kwa njia ya picha, kwa njia ya muonekano na mazingira yanayotuzunguka ililazimisha tupate, kwa sababu kuwapata askari kama askari polisi ni jambo gumu waweka kwenye video yako polisi waje waonyeshe pale, au tuchukue wanajeshi waje pale, ilikuwa ni kazi ngumu. Lakini ni rahisi sana kupata security, kwa sababu hawa mifumo kidogo inakuwa kwa watu binafsi kwao, tunawapata pamoja na uniform zao, ili wahusike kuleta maana kwenye video kwamba lazima tuvae vita, tuvae gwanda, tuvae silaha, tuvae mavazi, tuvae tuvae tujitwike, maandiko yanazungumza lazima tuvae silaha tuvae hivi, halafu tupigane vita vya kiroho. Kwa hiyo ina maana kumbe, katika dhoruba hii inayoipitia niliyoipitia mimi na vita inayoendelea nayo, nimejitwika gwanda, nimevaa gwanda, niko kwenye niko kwenye gwanda katikati ya askari napigana vita na maskari, uh, watu wa Mungu yeah. Yeah. Watu wa Mungu Eh, hebu ndiko nifungulia ile methali, mithali, Mithali kumi na saba kumi na nane. Nafungulia hapa haraka haraka hapa, unajua? Okay, 18 au 17 nasema mm, anajitetea kwanza huonekana kuwa ana haki, lakini jirani yake uja na kumchunguza, kwamba anajitetea huonekana kwamba ana haki, lakini jirani yake huja na kumchunguza. Ukimfuata vizuri Paschal, yote amba wana, komba, amba amba amba, ku ambayo anazungumza ni kana kwamba kuna ujanja ambao wanazidi kujitetea kwa ale ambayo ambayo anayafanya ku, aonekane kuwa ana haki mbele za watu, lakini kwa asilimia kubwa hana haki yoyote, kwa asilimia kubwa lengo. Pointi sio kwamba, siyo vita vya kiroho. Hapana, pointi sio kwamba tuna unavaa gwanda kimwili. Hapana, ni kweli kuna silaha za za, za. Kuna silaha za kiroho zipo silaha imani, sijui eh, chapa wokovu na neno la Mungu na imani sijui mm, na, vingi sana vipo, vipo vingi sana, lakini point sio huko, sio silaha sio gwanda na, na la, la, la vita, hapana. Point ni kwa nini umehalalisha umalaya kwenye clip yako hiyo? Ndio point iliyopo. Ni kwa nini umehalalisha umalaya kwa kwa nini umeimba na makaba Nanukuu maneno yako kwenye video ambayo uliposta hapo. Kwanza kabla ya kabla haya yote kwamba mwanamke yeyote avae suruali, kwamba suruali ni vazi la makaaba la, iweje wewe leo unaimba na makaba? Suruali ni vazi la makaaba, nanukuu maneno yako, na ni kweli, suruali ni vazi la kikaba, lakini sasa iweje wewe leo unaimba na unaimba na makaba kwenye video yako na wakati suruali ni vazi la makahaba. Mtu Mungu, mtu Mungu, unataka uonekane kana kwamba una haki, lakini hauna haki yoyote, hauna haki yoyote kwa asilimia zote, kwamba sijui ni gwanda ni funzo, hakuna tafunzo. Ni kwa nini umehalalisha umalaya kwenye video wakati ulikuwa na wakataa? Ndio pointi iliyopo. Methali sababu kumi anasema natazama mwanamke akamkuta ana mavazi ya kikaba, mwerevu wa moyo uh, utanaswa kwa maneno ya midomo yako, utanaswa kwa maneno ya midomo yako. Ulisema kwamba vazi ya kikla, la, la suruali ni vazi la kikaba, na ni kweli kabisa, ni kweli lakini swali inakuja, kwa nini umehalalisha ukahaba kwenye video yako wakati mwenyewe ulikuwa ukiapinga? eti eh. Sijui sijui sijui ni, ni funzo eh, ni wanajeshi na vingine vyote. Hakuna cha vita vya kiroho. Pointi ni, je, kwa nini umehalalisha umehalalisha umalaya kwenye video yako, ikiwa wewe ni mtu ambaye ulikuwa ukiyapinga? Kwa nini umehalalisha umalaya huo? Mimi nauta ni umalaya kwa sababu mwenyewe ulikuwa ukiyapinga. Sasa kwa nini uanze kuhalalisha umalaya, ak najitetea vya ajabu ajabu? Hapana, mtu wa Mungu, umekosea sana, umekosea sana, sio natuna, natuna, natuna, natuna, unatuletea tafsiri za ajabu aje, sijui mfunzo, sijui video hii, hakuna chafunzo. Kwa nini, kwa nini umewatia hao makaaba kwenye video yako, kulingana na misemo yako kwamba usuruali ni vazi? Lakini ni kweli kabisa, ni vazi la makaaba kabisa kabisa, ni vazi la makaaba. Sasa kwa nini umewatia makaaba kwenye video yako? Hupo katikati ya mawazo mawili mpaka sasa. Je, ulikuwa na unaumua ama ulikuwa umwi umekoa? Kwa nini naoma okay, unaumwa sawa, unaumwa sawa. Kwa nini kwenye video hii uli, ulikoa kwa kutaka kuwakomoa watu? Anasema kuna question mwake ambayo tunaitia hapo. Kwa nini yote hayo ambayo unayasema kwa nini umekuwa kigeugeu kwa asilimia zote? Kwa nini kwa asilimia kubwa unakaa ukijitetea kwa vitu ambavyo ni dhairi sana, ni dhairi sana, ni dhairi sana? Unakaa unaongea utumo mwingi sana kuonekana kana kwamba una, una, una, una, una haki lakini hauna haki yoyote kwa asilimia zote. Tafsiri za, za, za, za, za upumbavu sana eti jua na jeshi ishara ya ya upo vitani. Hakuna ta vita ya kiroho, o, o, o, kiroho unajua ukiroho unajua Mungu ukiroho unajua mpa Mungu ukiroho mpa Mungu ukiroho, sio maneno mengi sana hapana, mtandaoni hapana, huo sio kiroho kiroho, ukiroho sio huo. Eti vile vita vya kiroho, hapana, hapana. Tunakaa katikati ya mawazo mawili ulikuwa wapi takriban mwezi mmoja na nusu ulikuwepo wapi? Na ulikuwa unafanya nini? Na kwa nini umekuja umebuka ume, ume kwa jinsi ya ajabu sana? Kwa nini umekuwa na maneno ya ujanja ujanja mwingi sana kwa nini hauja nyooka kama zamani? Hapana, mtu wa Mungu, unaimba uliimba bjina mwingi sana akuna hakuna, hakuna cha, cha, cha, cha pale, kuna cha Injili hapa, bado bado, kuna swala ambayo lipo chini li ulikuwa lengine inakuja. Kwa nini umecheza na wanawake ambao waliokuwa wamevaa masuruali? iwe ni funzo. At, mimi sijali kama ni funzo na ama ni nini swali so, ni je, kwa nini walicheza wanawake ambao wamevaa masuruali? Sijali kwamba ni mfano wa wanajeshi cha mfano ah, hapana. Kwa nini wamecheza liyakuwa wamevaa masuruali? Hiyo ndio pointi iliyopo, na suruali ni vazi la wanaume, okay. Lakini pia ulikuwa ukiyapinga ya mambo mfano wali. Kwa nini leo unahalalisha kwenye video zako? Kwa nini unahalalisha nakawa najitetea tafsiri tafsiri potovu sana pana. Mtu wa Mungu lazima unyooke, sema ukweli ah, uliopo. Mimi sipendi kuongea, sipendi kuongea sana, kwa asilimia zote, lakini mtu wa Mungu ujue unakoelekea, kwa asilimia zote sio pazuri kuna kaa unasema watu una tafsiri mbovu. Hakuna cha tafsiri mbovu, lazima maswali yawe mengi sana. Kwa nini umelalisha wakati ulikuwa ukiapinga suruali, vazi la kikaba eh, vazi la kikaba leo? Juu ni, ni, ni, ni mifunzo. Sauti ya mtu aliye na uchungu moyoni anasema, tengenezeni njia zenu na matendo yenu. Yesu mhukumu wake karibu ya kuja kumlipa kila mmoja sawa sawa na kazi yake sawasawa na udhalimu wake, sawasawa na utapeli wake, sawasawa na ushetani wake, sawasawa na umalaya wake, sawasawa na ukahaba wake, sawasawa na uzinzi wake. Hii ndio maana ya neno Maranatha. Amen.